lakini pia miradi ya maji imeelezwa vizuri katika Ilani ya Chama cha Mapinduzi, na mbunge ameisemea sana, na hapa naomba niwasomee ilani inavyosema kuhusu miradi ya maji ya Ukonga hapo. Vipi ilani yetu inasema, la kwanza tutatekeleza mradi wa kusambaza maji katika maeneo ya Mbuyuni na Zingiziwa na Msoo Msongola. Msongola la pili tutaendeleza kusambaza mtandao wa maji katika maeneo ya Randa, Majohe, Majohe Kisumu, Gongo la Mboto, Kipunguni B, Pugu stesheni, Pugu Kajiungeni. La tatu, miradi ya upanuzi wa mtandao wa usambazaji maji, miradi itakayonufaisha wakazi katika maeneo mbalimbali ambayo hayajafikiwa na mtandao wa maji, hususan katika kata za Buyuni Ngobedi, Kimwani, Sogoali, Somelo, Nzasa na Rubakaya. Hapo vipi? Allah! Lakini pia uzalishaji wa maji wilaya Ilala utaongezwa ujazo kutoka milioni lita milioni 273 hadi lita milioni 845, zaidi ya mara nne. Makofi kwa rais Samia, makofi kwa CCM. Kampeni vinaendelea vizuri kama unavyoona wananchi wanajitokeza kila kona. Ukiangalia upande wa Daktari Samia mgombea wa rais, mapokezi yanakuwa makubwa kama unavyoona. Tanga kule ilikuwa ni mafuriko na mafuriko. Ukienda upande wa Daktari Nchimbi, yeye anatembea eh, jimbo kwa jimbo, jimbo kwa jimbo. Kwa hiyo mapokezi yanakuwa mazuri, na naona jinsi mwitikio wa, wa, wa Tanzania ulivyo mkubwa kila kona. Mimi nawaomba watanzania wenzangu wa kwa pamoja tarehe ishirini na tisa tukutane kwenda kutiki. Uchague kiongozi unayempenda, chagua diwani, chagua mbunge, chagua pia e, na mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ili amalize kipindi chake cha awamu ya pili na yale ambayo amebakisha kuyamaliza kuyafanya ili yakamalize kuyafanya kuletea maendeleo wa Tanzania wenzetu kama mnavyoona kwamba ameshika kijiti kutoka kwa marehemu dokta, dokta Joseph Pombe Magufuli na amekichukua yeye. Kuna yale ambayo ameyaacha Magufuli, ameyamaliza, na ameshika ya kwa kwake, na anatakiwa aendeleze amaliza.